Kwa kawaida katika kipindi cha mwezi Juni mpaka Agosti, kawaida ni kipindi ambacho maeneo mengi katika nchi yetu yanatawaliwa na ukavu, baridi, lakini pia uh, upepo wa kusi. Sasa hiyo ndio hali ya kawaida ambayo tunaitarajia uh, kwa maeneo mengi katika uh, muda mrefu uh, katika nchi yetu. Sasa kwa kipindi cha Juni mpaka uh, Agosti elfu mbili na ishirini na tano uh, mwelekeo tathmini yetu inaonyesha kwamba hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu, na vilevile hali ya baridi ya wastani hadi baridi kali inatarajiwa katika maeneo mengi ya mikoa ya Kigoma, Tabora lakini vile vile Rukwa, Katavi, Singida pamoja na maeneo ya magharibi mwa mkoa wa Dodoma. Na kwa ujumla tunatarajia kwamba hali ya joto la chini katika maeneo ya mwambao wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Tanga, lakini vile vile kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na katika visiwa vya Unguja na Pemba, tunatarajia kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto kumi na sita mpaka ishirini na nne lakini katika maeneo ya miinuko uh, tunatarajia kwamba joto la chini linaweza kuwa chini ya nyuzi uh, joto kumi na mbili na katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara, hali ya joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka ishirini, lakini katika maeneo ya miunuko uh, tunatarajia kwamba joto la chini litaweza kuwa chini ya nyuzi joto kumi. Na ukanda wa Ziwa Victoria ambayo inajumuisha mikoa ya Mwanza, Mara, Geita, Kagera, Shinyanga na Simiu, kiwango cha joto la chini kinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka kumi na nane katika maeneo mengi, lakini magharibi mwa nchi yetu ambayo inajumuisha mikoa ya Tabora, Katavi pamoja na Kigoma uh, tunatarajia kwamba kiwango cha joto la chini kitakuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka kumi na nane katika maeneo mengi. Uh, ili hali kanda ya kati ambayo inajumuisha mikoa ya Singida na Dodoma uh, joto la chini natarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka ishirini. Na nyanda za juu kusini magharibi mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro uh, tunatarajia kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto sita mpaka ishirini na chini ya nyuzi joto sita kwa maeneo yenye miinuko. Na ukanda wa pwani ya kusini ambayo inajumuisha mikoa ya Mtwara na Rindi uh, joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi na mbili mpaka ishirini na kwa upande wa mkoa wa Ruvuma ni kati ya nyuzi joto 8 nane mpaka kumi na sita. Hata hivyo tunaendelea kusisitiza kwamba vipindi vya baridi zaidi vinatarajiwa vina hususa katika mwezi wa Julai. Sasa ufuatao ni mwelekeo wa upepo uh. Kwa ujumla kuanzia mwezi Juni mpaka Agosti uh, tunatarajia kwamba upepo wa wastani, wastani utavuma kutoka kusini mashariki katika maeneo mengi ya nchi. Lakini vipindi vichache vya upepo mkali utakaovuma kutoka kusini hususa kwenye mwezi wa Juni na Julai pia vinatarajiwa katika ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi pamoja na maeneo ya nchi kavu. Kwa upande mwingine, katika msimu wa kipupwe uh, vipindi vya mvua za nje ya msimu pia vinatarajiwa hususa katika ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Kagera Geita, Mwanza na Simiyu pamoja na Mara, lakini upande wa ukanda wa pwani mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Mtwara, Lindi na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, pia tunatarajia kwamba kutakuwa na uwezekano wa kuwepo kwa mvua za nje ya msimu. Sasa ufuatayo ni tathmini ya athari ambazo tunazitarajia. La kwanza ni magonjwa yanayohusiana na, na hali ya ubaridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza ingawa kwa kiasi kidogo. Lakini vile vile, hali ya vumbi linalosababishwa na upepo katika baadhi ya maeneo inaweza kupelekea uwepo wa magonjwa ya macho. Sasa tunatoa ushauri ufuatao: kwanza, tahadhari za kiafya zichukuliwe ili kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoweza kusababishwa na hali ya baridi pamoja na vumbi. Wakulima pia tunaendelea kushauri uh, kwa kuzingatia pia ushauri wa maafisa ugani, lakini kulima mboga mboga na mazao ya mizizi kama viazi katika maeneo oevu uh, lakini ni vizuri pia wakaendelea kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani. Sasa Mamlaka ya hali ya hewa tunapenda kuendelea kutoa angalizo kwamba tutaendelea kufuatilia mifumo ya hali ya hewa na kutoa mrejesho kadri inavyohitajika na kadri inavyowezekana, uh, kulingana na miongozo yetu ya kazi, na hivyo watumiaji wa taarifa za utabiri huu tunashauri na tunaendelea kusisitiza kwamba tuendelee kufuatilia, kuzingatia utabiri unaotolewa utakao kuwa unatolewa na mamlaka hali ya hewa wa saa ishirini na nne siku kumi na mwezi pamoja na maangalizo ambayo tutaendelea kutoa kadri inavyohitajika na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa ambazo tutaendelea kutoa kadri inavyohitajika.